Jua enyewe ni mwana m mzuri sana yani, nimejikuta tu nakufatafata <todakarikana> na nyuma angalau hata nije nikuongeleshe. Ndo nataka tu <todakarikana> <todakarikana> <todakarikana> nikuongeleshe tu, kwa sababu nimejikuta na kufata. Sasa sikiliza <todakarikana> ah, ningesaidia wewe namba yako ya simu tuone. Sasa najua utaendeleza kuwasiliana binti nzuri kama hiyo hapo nishindwa kusikia naye hata usiku. Nikusalimia jamani, ni mshindaji. Eh? Fanya hivyo basi. Sasa. Hapo. Sasa tunaweza kwenda. Yaani, mbona sielewi? Wewe unasema yule kufata nyuma nyuma anataka namba ya simu? Yeye asali kufata nyuma nyuma anataka buku lake, yeye ni Muha. Yaani, e, sasa mimi nashindwa kufanana na Muha kwa sababu gani? Hapo sababu nilikuwa sijaongea sasa vizuri sasa. Ah, ndo nishaongea. Brother, mimi ni Muha. Wewe hapo demo wako si bibi yako, mke wangu, baiti wako. Mimi nimemkopesha neti, sawa? Eh, e, sijamkorisha, nimemkopesha net. Kwa hiyo nafuata buku langu leo, la jana alishanipa tayari. Wewe uh, oui, wewe Muha? Eh, kaka mimi Muha. Wa wapi? <laughs> Kaka, sisi waha tunatokea Mwanza tu hapo. Wako na rafiki Muha tunatokea wapi? Waha tunatokea Mwanza hapo sisi kule kwetu. Eh, kule kwetu Mwanza kunakuwa na migebuka mm. eh, yeah. kunakuwa na vitogo eh, kunakuwa na vile samaki vingine vimbelewele mm. Yeah. sato unajua <laughs> tena eh. kwa hiyo yeah. unataka buku lako eh, yeah, kaka ndio mm. chukue eh, ndio chukue. ha ah brother, so ni petuko hapa hapa paka nije huko eti hmm. <laughs> so lazima sana wewe nige tuko huko huko so lazima huko bana wewe muha Eh, yeah, brother, ni petu huko huko kule Mwanza wetu, anza umegeuka, ulet sisi, waasisi ni watu wakarimu sana, watu tu tu buku hapo, hilo tunawakopeshaga watu. Kwa hiyo ndiyo liowaleta mjini, kukopesha watu sisi hapa, si unajua biashara, watu wanaona vibuku Is... au namba ya simu utaenda kuipata huko